Katika hatua ya mageuzi makubwa ya utoaji wa huduma za afya, kaunti ya Homa Bay imezindua huduma za usambazaji za dawa kutumia ndege zisizo na rubani, maarufu kama droni. Huduma hii inalenga kufikisha dawa kwa wagonjwa wanaoishi katika visiwa vya Ziwa vya Victoria pamoja na maeneo ya mashinani ambako usafiri wa kawaida umekuwa changamoto kubwa kwa miaka mingi. Store and deliver essential medicines for everyday care.

Kwa mjibu wa maafisa wa afya kaunti hiyo, matumizi ya droni yanalenga kuokoa muda na maisha kwa kuwezesha wagonjwa kupokea dawa kwa haraka hata katika maeneo yasiyofikika kiurahisi. Ndege hiyo isiyokuwa na rubani huenda kwa kasi, kwa takribani dakika kumi na tano unaweza kusambaza dawa umbali wa kilomita mia moja kwa njia ya kidijitali. Inasambaza dawa kwa sehemu inayo tajika ama kituo cha afya kuliko wagonjwa This new model will save lives by reducing delivery times from hours to minutes eliminate stockouts at health facilities cut operational costs and allow our healthcare workers to focus solely on their core duty Which is caring for patients. Utafiti wa hivi majuzi kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali umebuni kuwa hali ya huduma za afya vijijini ni duni sana. Wagonjwa wengi hushindwa kufika hospitalini, hali inayosababisha ukosefu wa matibabu na hata vifo. Ready to scale up delivery for all high priority commodities, especially maternal health and child immunization. Nikiripotia mtazamo wa dira runinga ya Tandao, jina langu ni Marilyn Masika.